Wataalamu wa halmashauri ya wilaya Korogwe wapatiwa mafunzo kupitia mradi wa Shule Bora unaofadhiliwa na serikali ya Uingereza. Mafunzo hayo yameanza leo katika shule ya msingi Makuyuni kupitia idara ya elimu ili kuwajengea uwezo wa kwenda kutatua changamoto zinazoikabili idara hiyo ikiwemo suala la mdondoko wa wanafunzi na matokeo duni. Mradi wetu wa Shule Bora unalenga kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji. Kuna vipaumbele vinne ambavyo mradi wa shule bora unatekeleza: kuimarisha ufundishaji na ufunzaji, kuna masuala mazima ya ikushe ambayo nyie ndo unafanya haya mafunzo alafu kuna masuala mazima ya uboreshaji wa, wa mifumo katika elimu. Sasa ni maeneo ambayo mradi wa shule bora umeweka kipaumbele, vipaumbele vinne ili kuweza kutekeleza hatimaye viweze kutusaidia kuimarisha elimu katika shule zetu za msingi. Manake mradi huu unakava elimu ya msingi na elimu ya awali na elimu ya msingi, haupo katika elimu ya sekondari. Sasa huu mradi unafadhiliwa na serikali ya Uingereza, lakini ni mradi wa serikali. Fedha zikishaletwa na mfadhili zikaingia serikalini ni fedha za serikali. Kwa sisi kama viongozi, tunaomba tutoe sapoti ya kutosha kupitia haya mafunzo. Baada ya hapo, tutafanya kaskedi, tutashuka ngazi za chini, hatimaye kipengele cha mwisho tuweze kufanya skrini. Wale watoto watakaobainika ambao wana changamoto mbalimbali, lazima wafanyiwe upimaji na wataalamu kupitia wataalamu ndio watasema huyu mtoto anatakiwa aende akatibiwe, huyu anatakiwa aende shuleni ana uwezo wa kusoma, huyu anatakiwa afanye nini kupitia wataalamu watakao wakima. Kwa hiyo mafunzo haya tumeona, kabla ya kuela huko chini, ninyi kama viongozi ngazi ya mashauri, mnaweza kupata mafunzo ili kusudi mnavyoweza kule chini iwe rahisi kuweza kutekeleza activity ya cascading hatimaye tuweze kufanya screen ya wale watoto wenye changamoto na mradi huu of course ni mradi wa miaka saba na hadi mwisho ni 2027. Akifafanua zaidi kuhusiana na mradi huo, ndugu Maseling amesema, na mradi huu wa shule bora ni mradi ambao hmm, unatekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Uingereza na katika mkoa wa Tanga, mradi huu umeanza utekelezaji wake mwaka 2021 na, na utafika ukumuwake mwaka 2027. Moja kati ya malengo makuu ya mradi huu ni kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji katika shule zetu za awali na msingi hapa Tanzania na katika matokeo ambayo yanatarajiwa kupitia mradi huu moja katika eneo la ufundishaji, lakini pia katika eneo la ujifunzaji, lakini pia katika eneo la ujumuishi na eneo la uimarishaji wa mifumo. Kwa hivyo kwa hivi sasa tumekutana katika halmashauri ya Korogwe ikiwa kama ni sehemu ya uendelezaji wa uimarishaji wa mifumo, lakini pia katika utekelezaji wa eneo la ujumuishi, ambapo tumeweza kukutana na viongozi mbalimbali wa ngazi ya halmashauri wakiwemo viongozi wa idara ya elimu, maafisa maendeleo, maafisa ustawi, tukiwaleta pamoja kama wadau muhimu wa elimu kwa lengo la kuunda kikosi cha upimaji ama kikosi cha ubainishaji kwa ngazi ya halmashauri, kikosi ambacho kitakuwa hapa kwa siku mbili kikijengewa uwezo kupitia mradi huu wa Shule Bora, tukiamini kwamba hawa ni wadau muhimu kabisa katika ngazi ya halmashauri ambao watakuwa na jukumu la kutusaidia katika kufanya ufuatiliaji katika eneo la ubainishaji, upimaji ili mwisho wa siku waweze kutoa afua stahiki mbalimbali mbali kwa watoto. Tunatambua kwamba jukumu la ujumuishi halihusishi idara ya elimu peke yake, bali linahusisha wadau mbalimbali, na ndiyo maana tumeweza kuwaleta kwa pamoja wadau hawa mbalimbali mbali ili waweze kuchakata mawazo yao kwa pamoja, waweze kujengewa uwezo kwa pamoja, na mwisho wa siku waweze kuwa na msaada na tija kwa watoto wote ambao wanapitia changamoto mbalimbali mbali za ujifunzaji na ujifunzaji ikiwemo watoto wenye mahitaji maalum.